Amen, Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu wa Mungu, karibu katika ibada ya anza siku madhabauni na Bwana. Na leo hii tumeanza ratiba yetu ya mfungo wa siku, wa siku tatu na leo ni day one, ambapo Bwana ametupa kibali ili kwamba kuweza kuingia kwenye eh, ratiba hii ya mfungo wa kuliteka lango la mwezi wa Oktoba. Na siku ya leo tunaenda mbele za Bwana kwa toba. Tunaenda kabisa mbele za Bwana kwa toba, kwa unyenyekevu tukimsi Mungu kwamba aweze kuturehemu aweze kutusamehe, kututakasa pale ambapo Eh, tumeshindwa kumsikiliza Roho Mtakatifu na tukawa tunasikiliza roho zingine ambazo ni roho zidanganyazo. Kwa hiyo tunaenda mbele za Bwana kwa toba. Na ni muhimu sana kwamba kwa siku hizi zimepita tumekuwa tukizungumza kuhusu roho ya woga, roho ya woga, spirit of fear. Na ni muhimu sana kuelewa ya kwamba eh, kila mahali ambapo imani isipokuwa katika matendo, pale ambapo imani haifanyi kazi, yani, ni roho ya woga ambayo inakuwa ikifanya kazi. Na Biblia inasema nini? Mungu anasema nini kwa habari ya imani? Eh, ukisoma kitabu cha Waibrania, Waibrania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 imani haifanyi kazi tunakuwa tunaenenda kwa hisia, tunakuwa tunaenenda kwa mwili, tunakuwa tunaenenda kwa kwa vitu ambavyo neno la Mungu halijatuelekeza. Kwa hiyo ni muhimu sana kuelewa pale ambapo imani haifanyi kazi ni mahali ambapo mapenzi ya Mungu haifanyi kazi, na kinyume cha hapo ni kwamba tunakuwa tunamkosea Mungu tunakuwa tunaruhusu roho nyingine iweze kufanya kazi iweze kuoperate ndani yetu, yaani roho ya woga. Ndio maana Timotheo wa pili sura ile ya kwanza kabisa mstari wa saba tumekuwa tukiangalia sana. Ni muhimu sana ukarudia na ukasikiliza ibada za siku hizi mbili za nyuma utaelewa tunachokizungumza. Wale ambao mnafuatilia ibada, utaelewa ni kitu gani ambacho tunakizungumza, ambayo inasema kwamba Mungu hajatupatia roho ya woga, lakini roho ya nguvu, roho ya upendo, roho ya kiasi. Roho ya kiasi, kiasi, self control. Kwa hiyo mtu wa Mungu, kwamba kama Mungu hajatupatia roho ya woga, sasa kwa nini roho ya woga? Kwa nini roho ya woga Ina, inafanya kazi ndani yako. Kwa nini mara nyingi roho ya woga inakuvamia kinyume cha hapo? Ni kwamba mtu wa Mungu hakuja kuwa na, na mwongozo wa roho wa Mungu ndani yako. Kwa hiyo ni lazima twende mbele za Bwana kwa toba kabisa, kwa kumaanisha kwamba Bwana, ninakuja mbele yako kutubu, unirehemu Bwana kwa kuruhusu roho ya woga iweze kuingia ndani yangu na kunidanganya na kunipeleka pabaya na kuanza kutembea kwa hisia kuliko kutembea kwa imani. Bwana Yesu atuhurumie sana, na kinachoendelea kutupatia e, mwangaza na ku fahamu kwamba roho ya woga inamfanya Mungu kutokupendezwa na matendo yetu. Ni kwamba Yesu amezungumza mara nyingi sana, Biblia nzima sana. Mungu anasema kwamba msiogope, msiogope, yani usiogope, usiogope, usiogope. Yaani unapoanza kuogopa, unapokuwa na woga, ni kinyume na neno la Mungu. Hebu angalia Mathayo. Tuangalie Mathayo sura nane mstari wa ishirini na sita. Mathayo nane ishirini na sita. Yesu anasema akawaambia, mbona mmekuwa waoga, mbona mmekuwa waoga, enyi wa imani haba. Mara akaondoka akazikemea pepo na bahari, kukawa shwariko. Mbona mmekuwa waoga enyi wenye imani haba? Yani, imani isipofanya kazi, uoga unafanya kazi, na hapo ndipo imani ambapo haifanyi kazi. Tunaelewa kwamba Biblia inasema pasipo imani haiwezekani, haiwezekani kabisa, it is impossible kum kumpendeza Mungu. Na kama tumpendezi Mungu, basi tunampendeza nani? Tunampendeza bwana Shetani, tunampendeza bwana mwili tunapendeza mazingira, kwa sababu tunashindwa kwamba kumpendeza Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo mtu wa Mungu, elewa hiki ambacho tunachokizungumza hapa, na roho Bwana aweze kukusaidia sana kwa upana, ili kwamba uweze kulielewa. Ile muujiza wa kwanza kwenye maisha ya mwanadamu ni kusamehewa makosa yote, ni kuhurumiwa na Mungu. Ni kupatanishwa na roho ya Bwana. Enyi wenye imani haba, Yesu akaondoka, akaondoka. Yani pale ambapo palipo na roho ya woga Mungu anaondoka pale, yani Mungu anakaa mbali na wewe, n yani Mungu hayupo tena, Mungu hafanyi kazi. Lakini baada yake umekaribisha roho nyingine ambayo ni roho ya woga, inaanza kuoperate ndani yako, inaanza kuoperate ndani yako usiku Mungu anasema kwamba kwenye kitabu cha Zaburi sitini na moja mstari wa tano anasema hutaogopa hofu ya usiku, wala mshale urukao mchana. Lakini unajikuta usiku wewe unaogopa bundi yanalia tu huku vitu vinatikisa tuku mijusi na yani wewe tayari umeogopa tayari umeogopa tayari umeogopa. Na Biblia inasemaje kuhusu waoga? Basi Biblia inasema nini kuhusu watu waoga? Kitabu cha Ufunuo, Ufunuo, Revelation, sura yake ya ishirini na moja mstari wake wa nane tusikie Yesu anazungumza nini kwa habari ya watu waoga. Bali waoga na wasioamini na wachukizao na wauaji na wazinzi na wachawi na hao waabuduo sanamu na waongo wote, sehemu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kibereti. Hii ndiyo sauti ya pili Bwana asifiwe. Kwa hiyo tunaelewa kwamba neno la Mungu linasema, bali waoga na wasioamini, sehemu yao ni katika ziwa la moto, wale wanaochukiza wale wachukizao wauaji, wazinzi, sehemu ni, ni katika ziwa la moto. Hebu tathmini, basi tathmini maisha yako, tarehe ya leo, muda huu, katika ibada hii, tathmini maisha yako na kuangalia ni mahali ambapo mahali gani ambapo umeruhusu woga, umekuwa mwoga kwenye maswala ya imani, kwenye masuala ya imani umekuwa mwoga kuingia kwenye maombi, kusema kwamba nikiingia katika maombi wachawi watashambulia maisha yangu umekuwa muoga kuingia kitandani, nasema nikiingia kitandani nitaota ndoto mbaya, wachawe sijui nitakabwa, sijui ma, majini mapepo. Sikiliza nikuambie, tunapozungumza uoga, hatuzungumzi uoga wa kuogopa e, simba e, unaogopa kupita kwenye msitu fulani simba? Hapana, sio huo uoga, hatuzungumzi hiyo uoga. Tunazungumzia uoga wa masuala ya imani, uoga wa mambo ya rooni. Hiyo ndio uoga ambayo Biblia inasema kwamba hao watu mbinguni hawaingii. Kwa sababu gani? Pasipo pale ambapo hapana imani, basi pana uoga, pana roho nyingine. Na pasipo imani huwezi ukampendeza Mungu, huwezi ukampendeza Mungu. Unakuwa mtu wa kuenenda katika mwili, na matendo ya mwili tunayafahamu kwenye kitabu cha Wagalatia sura ya tano. Mtu wa Mungu, tunapo ingia kwenye mfungo huu, utarehi ya leo. Tengeneza mazingira wewe na Mungu, tengeneza mambo yako wewe na mungu wako. Mungu anasikia na anasamehe na anasahau, atakusamehe, atakurehemu, atakusafisha kabisa, na utakuwa safi na utakuwa mweupe kuliko theluji atakufanya ung'ae tena kwa sababu muujiza wa kwanza kwenye maisha yetu ni kusamehewa na Mungu, ni kupatana na roho wa Bwana. Ndio muujiza wa kwanza, ni ondoleo la makosa na dhambi, ndio muujiza wa kwanza. Wapo wengi sana kwamba hamjaona muujiza huo, ni kwa sababu kuna mahali umeshindwa kutengeneza maisha yako na Bwana, umeshindwa kumwambia Bwana unisamehe, kwa lile, kwa hili nililifanya, siku ile, nilifanya jana, nimelifanya masaa ya nyuma, nimejifanya miezi ya nyuma, umekaa tu kimya kimya kana kwamba hakuna lolote ambalo umelifanya la kumkosea Bwana. Hebu siku ya leo uende mbele za Bwana kwa, kwa toba na moja ya andiko ambalo utalizingatia sana siku ya leo na utalisoma mara nyingi sana ni kitabu cha Zaburi sura yake ya hamsini na moja. Ni maombi ya toba, ambapo Daudi anaomba toba. Hebu na wewe omba maombi hayo lakini pia isi damu ya Yesu iweze kukutakasa, isi damu ya Yesu iweze kukunenea mema, msi Yesu akuoshi kwa damu yake ambayo haikuwa na hila haikuwa na maua. Kumbuka kwamba ni Mungu ambaye alivaa mwili akaja kwetu sisi wanadamu, akaja kututenga na mauti, akaja kutuondoa katika umauti katika shimo, na akavaa umbo la la utu wanadamu, akapanda msalabani, akapitia yale yote aliyoyapitia, ili kwamba aweze kufanyika kipatanishi kiang, kiunganishi kati ya mwanadamu na Mungu, Yesu Kristo peke yake hizi eh, mediator. Yeye ndiye anayetutetea, anayetuombea mpaka leo. Neema bado ipo, wewe pamoja na mimi na mwingine. Hebu tuende mbele za Bwana msi Mungu siku yote nzima hii na yeye, utaona kile ambacho Bwana anaenda kukifanya mwezi huu wa Oktoba. Yapo mambo mazito ambayo Mungu anaenda kuyafanya kwenye maisha yetu, lakini kwa sababu Mungu anaenda fanya mambo makubwa kwenye maisha yetu na kuweka mifumo ya maisha. Kuna wengine Bwana anaenda kuweka mifumo ya maisha yao kwenye viwango vingine, na kwa ajili ya hiyo adui anakuwa ana, ana, ana na, na mambo mengine ya kwake ambayo anayazingatia katika miezi hii ambayo ni miezi ya kwenda kumaliza mwaka. Adui anapangilia, ana vitu vingi sana ikiwemo na silahi ambayo ni silahi ya woga. Adui at mia kwa kiwango kingine kabisa kabisa. Naomba ulizingatie hilo na itakusaidia. Ndio maana unaweza ukaelewa kwamba Roho Mtakatifu ametuzamisha hapa kwenye hii roho ya woga, spirit of fear ametuzamisha sana kwenye hii roho ya woga, ili kwamba uweze kuelewa, ili kwamba utufahamu ya kwamba ni kwa namna gani, ni kwa namna gani sisi tunaweza tukashinda kwa msaada wa Roho Mtakatifu dhidi ya hii roho ya woga. Twende mbele za Bwana kwa toba tunaomba kwa ufupi, lakini hakikisha unakuwa na muda wa kumsihi Bwana aweze kukutakasa. Baba Mtakatifu, Mungu mwaminifu uliye juu ya yote, o oh my God, uimidiwe sana, uimidiwe sana Yesu, uimidiwe sana Masihi na hakuna aliye kama na wewe Bwana Yesu, asante kwa ratiba hii na kwa programu hii ya mfungo ambao Mungu umetupa kibali umetupa neema ili kwamba kuweza kuanza mfungo huu wa kuliteka lango la mwezi wa Oktoba. Baba, asante pia Mungu kwa kutupatia kibali kipya cha kuona siku hii ya leo. O Bwana, kama jua linavyochomoza ndivyo imani yetu iamke kwa upya, kwa uweza wa jina la Yesu Kristo Mungu iy tunatamka Bwana ya tuna kwamba kila hofu, kila roho ya uoga, kila namna ambavyo Mungu silaha ya uoga ya shetani ilivyonyanyuliwa ikapata nafasi kwenye maisha yetu, kwenye maisha mwanao huyo, kwenye moyo wake Bwana, tukaja kujikuta Bwana tunaenenda kwa mwili, tunaenenda kwa hisia, kutokuenenda kwa imani, kutokuenenda kwa roho Baba tuka Mungu mambo ya mwilini, mambo ya hisia, tukalisikiliza silaha silaha ya shetani kuliko kulisikiliza neno lako Mungu. Mwenye rehema, tunakuja mbele yako, tunaomba kuhurumiwa na wewe. Ninakusihi wewe Yesu, samee watu wako wote kwenye madhabahu yako hii, katika uweza wa damu ya Yesu Kristo. Baba, tunaomba kwa neema na rehema, kwa damu ya mwana kondoo kuweza kututakasa na hila zote ni jina la Yesu Kristo. Mungu wa mbinguni, kila neno ovu lililoingia ndani ya moyo wa mtoto wako huyu likazaa matunda ya woga, ikazaa matunda ya hofu. Mungu mwenye rehema, ukaweze kuondoa yoyote na kutakasa kwa isopo yako na kumosha mwanao huyu kwa damu yako, mtakase kwa neno lako lisilogoshiwa, ambayo ni kweli na kweli na kweli, neno lako linasema kwenye kitabu cha Yohana sura yake ya kumi na saba mstari wa kumi na saba Baba watakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Kwa neno lako ambayo ni kweli Bwana, taarifa tulioingiza ndani ya mioyo yetu, tukaamini ya kwamba Bwana hizo taarifa, Mungu, zinaweza zikaasiri maisha yetu, kumbe ni uharibifu mtupu, tukashindwa kuliamini neno lako kwamba Bwana linaweza likaponya magonjwa, linaweza likaini nua linaweza likafungua linaweza likafanyikisha. Baada yake uoga ukazalika ndani yetu kuliko kuamini neno lako linaloweza kuumba ujasiri ndani yetu. Baba tunaomba uturehemu. Yesu tunaomba usamehe mwanao huyo, katika uweza wa damu ya Yesu Kristo, katika uweza wa damu ya Yesu Kristo, ewe Mungu uliye hai, mwewe Bwana mwaminifu, katika jina la Yesu Kristo linaenda kinyume na kila roho ya woga, kila uchungu ulioingia ukazalisha majuto, ukazalisha huzuni. Baba, kwa rehema na neema yako, kwa damu ya Yesu Kristo inayo mema, ikaweze kutakasa nafsi, mwili na roho, ni katika uweza wa jina la Yesu Kristo. Bwana aliye juu, Mungu wa mbinguni, ninaomba ya kwamba Bwana, hatua zetu zote, hatua za mwanao huyo, hatua za mtoto wako huyo ziweze kulindwa na wewe Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Mungu lia ha fungua malango ya mafanikio ya imani kuingia kwenye matendo ya neno lako kuzalisha mbegu kama vile ilivyoandikwa katika kitabu cha Zaburi ya kwamba moyoni mwangu nimeliweka neno lako, ili nisije nikakutenda Mungu dhambi. Bwana mwenye neema, hacha neno lako, ambayo ndiyo silaha, ikakae ndani ya mioyo yetu, ili tusije tukakutenda wewe Mungu dhambi, na mahali ambapo, Bwana, kwa siku za nyuma masaa ya nyuma miezi ya nyuma jumaa zilizopita, ambapo Bwana, tumeshindwa kuhifadhi neno lako moyoni mwetu, mahali ambapo mwanao huyu ameshindwa kuhifadhi neno lako moyoni mwako, akakutenda wewe Mungu dhambi, Baba nina, ninaomba uweze kumrehemu uweze kumsamehe katika jina la Yesu Kristo na kuyafunga malango yote ya uvamizi kwenye maisha yake ni katika jina la Yesu Kristo ninatamka kwa mamlaka na kwa nguvu ya msalaba na kwa nguvu ya damu ya Yesu na kwa neema ya kipekee ya Yesu Kristo, mtu huyu Baba, akaweze kupatanishwa na wewe. Ewe Yesu muunganishi, ewe Yesu mediator kati ya mwanadamu na Mungu, ninakusi ni katika uweza wa jina la Yesu Kristo, patanisha mwanao huyu eBwana Mungu mwenye rehema ukamkubali mbele zako siku ya leo katika jina la Yesu. Tunapoendelea na mfungo huu tarehe hii ya leo, e Bwana, neema yako itukirimia, uwepo wako uzidi sana kwenye maisha yetu, rehema zako zijae, huruma zako zimiminike, ni katika uweza wa jina la Yesu Kristo ututegemeze kwa roho ya wepesi. Katika uweza wa jina la Yesu mtegemeze mtu huyo kwa roho ya wepesi, ni katika uweza wa jina la Yesu Kristo, Mungu uliye mwema, malango ya mbingu yakawe wazi kwa ajili yetu, malango ya mbinguni yakawe wazi kwa ajili yetu. Ni katika jina la Yesu, tunapoingia kwenye mwezi mwezi wa Oktoba tunaliteka lango la mwezi kwa mamlaka ya jina la Yesu na kwa nguvu ya damu ya Yesu. Naliteka hilo lango kwa msaada wa Roho Mtakatifu na kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ewe Mungu uliye hai, ewe Bwana uliye hai, ulisema kwamba nitasafiri pamoja nao na katikati yao nitatembea kwa jina la Yesu Kristo. Wewe Mungu uliye ndani yetu uko mkuu sana kuliko mungu aliye katika dunia hii, kwa jina la Yesu Kristo, na kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu iliyo na uhai, kwa damu ya Yesu iliyo na uzima, kwa damu ya Yesu iliyo na nguvu, kwa damu ya Yesu inenayo mema, kwa jina la Yesu. Mema yote ya mwezi wa Oktoba tunayateka kwa jina la Yesu, mema ambayo mbingu zimeachilia, mema ambayo mbingu zimeandika kwa ajili ya mtu huyo kwa jina la Yesu, ni na, ni tunayateka kwa jina la Yesu, tunaliteka lango la wema katika Oktoba kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai, mema yakamjirie, mema yakatujirie, mema yakatujirie, mema yakamjirie mtu, mema yakamjirie mtu, mema yakatujilia yaka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, lango la mema likatujirie, oh, lango la mema likawe wazi, lango la mema ya Mungu ikawe wazi katika jina la Yesu, mwezi wa Oktoba, lango la mema likawe wazi kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, na lango la mabaya la kuzimu likafungwe kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu aliye hai, kwa mamlaka ya jina la Yesu aliye hai, kilichokusudiwa na mbingo, kilichoachiliwa na Mungu, kilichoamriwa na Yehova Mungu aliye hai kinaenda kuzirika kinaenda kuvaa mwili kwenye maisha yetu. Kila baraka ambazo Mungu ameziahidi ambazo Mungu ameziachilia kwenye mwezi wa Oktoba, unaenda kuvaa mwili kwenye maisha ya watu wake, unaenda kuvaa mwili kwenye maisha ya mtu huyo, unaenda kuvaa mwili kwenye ndoa za watu wake, unaenda kuvaa mwili kwenye biashara za watu wake, unaenda kuvaa mwili kwenye maofisi, kwenye maisha, kwenye mahusiano fanye nyumba za watu wako Bwana, neema yako, neema yako, matendo yako mema yanaenda kuvaa mwili katika jina la Yesu, yanaenda kudhihirika kwa utele na kwa ukubwa kwenye maisha ya mtoto wako huyu katika jina la Yesu Kristo Mwokozi na Mungu liye hai. Asante Mungu liye mwema kwa kututakasa na kwa kutuwezesha na kutukubali mbele zako katika jina la Yesu Kristo, ninaomba nguvu kwa kila ambaye Bwana ametia nia kuweza kuunganika kwenye ratiba ya mfungo ni katika jina la Yesu Kristo mwokozi aliye hai, umtie nguvu na kumsaidia na huyu ambaye ni mara yake ya kwanza. Natamka nguvu mpya, natamka nguvu mpya in the mighty name of Jesus. natamka nguvu mpya. Roho Mtakatifu achilia nguvu, Roho Mtakatifu mshukie tarehe leo katika jina la Yesu Kristo mwokozi na Mungu Li hai. Asante Mwokozi, mok wangu, asante Mungu li hai, na hata sasa ninakutukuza Roho ya Bwana kwa neema na uweza wako uimidiwe sana. Oh, Mungu liye mwema uimidiwe sana. Elohim, uimidiwe sana. El Elion, hakuna aliye kama na wewe Yeshua, amashak, wewe ni mwaminifu from generation to generation to na hata sasa ninakurudishia shukrani, utukufu na heshima, maana wewe ni mwaminifu na Mungu mwema. Ni katika uweza na nguvu ya jina la Yesu Kristo Bwana aliye hai, hata siku ya leo kawe siku yenye kuzalisha jambo lisilo la kawaida katika jina kuu la Yesu Kristo Mungu aliye hai. Amen, amen, amen. Mungu akubariki sana, mtu wa Mungu, hakikisha kwamba unaendelea kuwa na muda wa kulitia jina la Bwana na maandiko yote ambayo tumeyazungumza siku ya leo hakikisha kwamba unaendelea kuyapitia na kuyatafakari. Mfungo ni kuchukua nafasi ya chakula na kuweka neno la Bwana na maombi, sio kubaki tu bila kula na huku wa hauombi, huku hausomi neno, huo sio mfungo. Mfungo ni kuwa na muda wa kutosha wa kuomba na kulisoma neno la Bwana. Kwa hiyo chukua nafasi hiyo, kwa siku hizi tunaenda kuliteka lango la mwezi wa Oktoba, na silaha zote ambazo zinaenda kufanyika na kuachiliwa na adui juu yako juu yetu, ni kwamba halitafanyikiwa maana Bwana yupo upande wetu. Na cha muhimu sana, endelea pia kufuatilia kila maelekezo ambayo yatakuwa yakitolewa madhabauni hapa hapa, na wewe ambaye utakuwa ukihitaji ushauri wa kiroho, na wewe ambaye utakuwa una maswali, basi kulingana na mambo ambayo utakuwa ukiyapokea kwa Roho Mtakatifu ama maelekezo, lakini kama utakuwa uelewe basi, utawasiliana nasi kwa namba zetu za mawasiliano ambazo ni alama ya kujumuisha mbili 7786243718 na ikiwa kwamba unatufuatilia kutokea hapo YouTube na haupo kwenye grupu letu la WhatsApp la maarifa na maombi ambapo tunatoa maelekezo huko, basi hakikisha kwamba na unawasiliana nasi ili uweze kuungwa kwenye kundi hilo. Mungu akubariki sana na Yesu akutunze na uwe na wakati mzuri. Shalom.